Jicho kuwasha ni kitu ambacho huwa kinawatokea watu wengi mara kwa mara, na inaweza ikatokea kutokana na sababu za kiafya au ishara kutoka kwa ulimwengu. Sasa leo katika video hii nipo kuzungumzia jicho kuwasha kutokana na ishara fulani kutoka kwa ulimwengu. Kwa hiyo hapa, kabla sijaingia zaidi katika hili somo, inatakiwa ujue kwamba mwasho unaotokana na ishara fulani huwa unakuwa kuwaje? Inaweza ikawa wewe unakazana kusema kwamba hili jicho linaniwasha ni ishara kutoka kwa ulimwengu, wakati kumbe ni tatizo la kiafya. Inakubidi uende hospitali ukatibiwe. Sasa mwasho unaotokana na ishara kutoka kwa ulimwengu huo unakuwa, unakuwaje? Naomba unisikilize kwa makini sana. Hapa ndipo kwenye somo. Kwanza, huwa unakuja ghafla bila sababu yoyote, yaani umetulia zako tu hivi unasikia jicho linawasha, hakuna mdudu, hakuna vumbi, hakuna kemikali yoyote ile iliyoingia ndani ya jicho lako. Na pia mwasho huwa unakuwa ni wa kawaida yani, sio mwasho mkali, lakini unakuchochea wewe kutaka kujikuna. Sijui tunaelewana na. Na pia, kitu kingine, mwasho unaotokana na ishara huwa unadumu kuanzia dakika kumi na tano mpaka lisaa. Yani ukiona jicho lako linawasha zaidi ya lisaa si wiki, siku moja, siku mbili au masaa matano. Huo sio mwasho unaotokana na ishara. Mwasho wa ishara ni dakika kumi na tano mpaka lisaa full stop. Na pia mwasho unaotokana na ishara kutoka kwa ulimwengu huo unapotea kama ulivyokuja. Ulivyokuja yani unaisha ghafla kama ulivyokuja ghafla. Kwa hiyo utajikuna, utajikuna baada ya muda jicho linakuwa sawa na kila kitu kinaendelea kawaida. Ukiona unajikuna alafu baada ya kumaliza kujikuna jicho linauma au jicho linakuwa jekundu, tambua hiyo sio ishara kutoka kwa ulimwengu. Inawezekana kuna kitu fulani kiliingia ndani ya jicho lako, au una tatizo fulani la kiafya. Na pia unapaswa uelewe swala hili hapa: mwasho unaotokana na ishara kutoka kwa ulimwengu huwa una base upande mmoja, aidha jicho la upande wa kulia au jicho la upande wa kushoto ikitokea macho yako yanawasha yote mawili tambua kwamba hiyo siyo ishara kutoka kwa ulimwengu kwa hiyo zingatia sana sasa basi kwa kuzingatia vigezo hivyo nilivyokuambia nitakwenda kuzungumzia ishara mbalimbali zinazotokana na jicho kuwasha upande wa kulia na upande wa kushoto Universe inataka kukuambia nini naomba unisikilize kwa makini kwa sababu Universe inataka kuzungumza na wewe muda huu. Inawezekana hata muda huu wakati unatazama hii video jicho lako la upande wa kulia linawasha, au inawezekana juzi, jana, wiki iliyopita jicho lako liliwasha, lakini ulikuwa hujui ni nini hasa ulimwengu unataka kukwambia. Karibu sana, leo jifunze ishara kutoka kwa ulimwengu zipo nyingi kulingana na misingi yake. Sasa leo nitakuelezea ishara zinazotokana na siku husika, yaani kwamba jicho lako wewe linawasha lini. Je, ni Jumatatu, Jumanne au Jumatano? Kila siku huwa ina maana yake. Kama jicho lako la upande wa kulia likiwasha siku ya Jumatatu, muda wowote ule iwe ni asubuhi, mchana au jioni, hiyo ni ishara ya kwamba kuna vitu vizuri vinakuja kutokea, na vitu hivi vinahusiana na mambo ya mahusiano, mahusiano yako na familia, marafiki, mpenzi wako, mume wako au mke wako. Kama kuna mipango yoyote ile ambayo mlikuwa mmeipanga aidha na familia yako au na marafiki zako, hiyo ni ishara ya kwamba itakwenda kutimia na hakuna tatizo lolote lile ambalo litatokea. Kwa hiyo kama ulikuwa na wasiwasi wowote ule au uoga jicho kuwasha siku ya Jumatatu ni ishara ya kwamba ulimwengu unakwambia relax, kila kitu kitakuwa sawa, yaani kila kitu kitakwenda kama kilivyokuwa kimepangwa. Kama jicho lako la upande wa kulia litawasha siku ya Jumanne, hiyo ni ishara kwamba siku yako itakuwa mbaya, kwa hiyo unatakiwa kuwa makini. Ulimwengu unakuambia kwamba kunaweza kukatokea ugomvi au mudi yako ikawa mbaya, yani ukawa ni mtu wa asira, asira, kuchukia chukia, hujisikii kufanya kazi. Kwa hiyo kuwa makini, na kama hii ishara ya kuwashwa jicho la upande wa kulia ikakutokea siku ya Jumanne kabla hujakutana na marafiki zako, au wakati ukiwa una plani kwenda kukutana na watu fulani fulani, basi kuwa makini, ikiwezekana airisha hiyo safari kuna uwezekano mkubwa wa kuja kutokea mabishano au ugomvi mkubwa sana. Kwa hiyo ulimwengu unakuonya. Na kama jicho lako la upande wa kulia likawasha siku ya Jumatano, yaani Wednesday, hiyo ni ishara ya kwamba utasafiri, yaani kuna safari itaibuka hivi karibuni, na safari hiyo utakiwa kuikataa au kuiahirisha kwa sababu ni safari ambayo ina uwezekano mkubwa wa kuja kuleta mabadiliko mabadiliko mazuri katika maisha yako. Inaweza ikawa ni safari ya kikazi au safari yoyote ile ambayo inahusisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini unakaa muda mrefu sana barabarani. Kwa hiyo hapa namaanisha safari ndefu, yaani kama vile kutoka mkoa mwingine kwenda mkoa mwingine. Kwa hiyo unapoona jicho lako la upande wa kulia linawasha siku ya Jumatano kuwa makini na ratiba zako zinavyokuwa siku za hivi karibuni. Kama ukisikia kuna safari yoyote ile, hata kama ni rafiki yako atakuomba, naomba unisindikize niende mkoa fulani, usikatae. kuna mambo mazuri sana yatakuja kutokea kwako ulimwengu unakupa ishara hiyo na usijiulize ulize sana kwamba huku kutakuwa na nini. Hiyo sio kazi yako, ulimwengu wenyewe unajua jinsi unavyofanya kazi. Huwezi jua utaenda kukutana na watu wa aina gani, au utaenda kukutana na situation za aina gani, na mwisho wa siku zikaja kubadilisha maisha yako. Huwezi jua mafanikio yako yatakuja kwa staili gani. Muda mwingine ulimwengu hua unafanya kazi katika namna ambazo hazieleweki. Kwa hiyo be humble, sikiliza nini ulimwengu unakuambia. Kisha fanya. Jicho lako likiwasha siku ya Alhamis yani Thursday, hiyo ni ishara kwamba siku yako itakuwa ni ya kufurahisha mno. Yani utacheka utafurahi, utakuwa kwenye mood nzuri na utafanya vitu vinavyokufurahisha. Unaweza kujikuta unapata out nzuri usiyoitarajia, au ukakutana na watu ambao wakaifanya siku yako ikawa ni ya kufurahisha au mkafanya vitu vya kufurahisha sana. Na kama jicho lako la upande wa kulia likawasha siku ya Ijumaa yani Friday, hiyo ni ishara ya kwamba utapata kitu ambacho ulikipoteza katika siku za hivi karibuni. Naweza kawa ni pesa, kito cha thamani, aidha hereni pete, mkufu. Kwa hiyo kama kuna kitu fulani ulipoteza siku chache kabla ya jicho kuwasha au siku hiyo hiyo ambayo jicho linawasha, hiyo ni ishara ya kwamba hicho kitu utakipata, usiwe na wasiwasi. Na kama jicho lako la upande wa kulia likiwasha siku ya Jumamosi, hiyo ni ishara ya kwamba utapata mtoko na mtu unayempenda, aidha rafiki yako kipenzi au mpenzi wako, mume wako au mke wako na mtafurahi sana na kama jicho lako la upande wa kulia likawasha siku ya jumapili yani Sunday. hiyo ni ishara ya kwamba utakutana na soulmate wako au utaanzisha mahusiano serious kwa hiyo hapa inatakiwa uangalie kama jicho litawasha siku ya jumapili na mpo katika mazungumzo na mtu fulani ya kutaka kuingia katika mahusiano hiyo ni ishara yenu, ya kwamba mahusiano yenu yatadumu na yatakuwa ni mahusiano very serious. Hizo zilikuwa ni ishara za jicho la upande wa kulia kuwasha. Sasa tuje katika jicho la upande wa kushoto kuwasha. Ulimwengu unakuambia nini endapo jicho lako la upande wa kushoto likiwasha? Naomba unisikilize kwa makini sana. Jicho lako la upande wa kushoto likiwasha siku ya Jumatatu, yaani Monday, hiyo ni ishara kwamba utakutana na adui yako lakini kama hamtogombana na huyo adui yako basi vitu vizuri vitatokea kwako, na kama mkigombana na huyo adui yako basi vitu vibaya vinaweza kutokea hapo. Unachotakiwa kufanya ukiona jicho lako la upande wa kushoto linawasha siku ya Jumatatu muda wowote ule, kuwa makini sana na watu utakaokuja kukutana nao baada ya hilo jicho kuwasha. Kama utakutana na mtu ambaye mlishawahi kuwa na maugomvi au hamna maelewano mazuri basi kuwa naye makini, jiepushe naye, kwa sababu mkiingia tu kwenye ugomvi wa namna yoyote ile, aidha wakupigana au wa kurushiana maneno, siku yako nzima itakuwa ni mbaya, na chochote kile utakachokifanya kinaweza kuingia mkosi, yaani kunakuwa na kamkosi fulani hivi kanaitawala hiyo siku. Kwa hiyo, ili kuzuia hayo, kuwa makini na kuwa mtu wa kujizuia. Ulimwengu huo unajitahidi sana kuwasiliana na sisi, lakini kwa bahati mbaya huwa hatuzielewi zile ishara tunazopewa. Wengi huwa tunaishia kupuuza au yani tunabaki tu gizani na mwisho wa siku vitu vinaendaenda tu katika maisha yetu. Hatuelewi yani kwa nini inakuwa hivi. Hivi ulisho kuona siku tangu unaamka unakutana na ajali tu. Yaani kila unakwenda unakuta ajali au unakuta watu wanapigana. Hiyo ni ishara kutoka kwa ulimwengu kwamba hiyo siku yako sio nzuri. Kwa hiyo kuna kitu fulani natakiwa kufanya. So jicho lako likiwasha la upande wa kushoto siku ya Jumatatu, kuwa makini na watu unaokutana nao. Jicho lako la upande wa kushoto likiwasha siku ya Jumanne yani Tuesday, hiyo ni ishara ya kwamba vitu vizuri vitatokea siku hiyo na utafanya vizuri sana, yaani kama ni kazini, kazi zako zitaenda vizuri kama ni biashara basi biashara zako zitakwenda vizuri, yani kiujumla siku yako itakuwa ni nzuri sana. Jicho lako la upande wa kushoto likiwasha siku ya Jumatano yani Wednesday, hiyo ni ishara ya kwamba muda si mrefu itakwenda kukutana na soulmate wako au rafiki yako kipenzi unayempenda. Kama wewe upo single ukaona jicho lako la upande wa kushoto linawasha siku ya Jumatano na mna miadi na mtu yani bado mpo katika mazungumzo ya kutaka kuingia katika mahusiano, hiyo ni ishara ya kwamba hiyo siku mtaanzisha mahusiano na huyo atakuwa ndio soulmate wako. Mahusiano yenu yatakuwa ni ya very serious na yatadumu muda mrefu. Lakini kama wewe tayari upo katika mahusiano au tayari mmeshafunga ndoa na jicho lako la upande wa kushoto likawasha siku ya Jumatano, hiyo ni ishara ya kwamba unaweza kukutana na rafiki yako kipenzi au mtu wako wa muhimu sana ambaye unampenda hiyo siku ya Jumatano. jicho lako la upande wa kushoto likiwasha siku ya Alhamisi, hiyo ni ishara ya kwamba siku yako itakuwa ni siku mbaya. Ulimwengu unakuambia kwamba siku hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kutoa machozi au kutokuwa na furaha, lakini ni vigumu kujua ni kitu gani kitakufanya wewe ukose furaha. Kila mtu ana aina yake ya maisha na ana vitu vyake anavyopitia katika maisha. Kwa hiyo itategemea sasa we unapitia wakati gani. Unaweza kukutana na mtu akakukwaza akakuharibia siku, au unaweza mkaachana katika mahusiano, mtu akakuumiza, au ukatokea msiba. Yaani kiufupi, jambo lolote lile linaweza likatokea likaiharibu siku yako na ukatoa machozi, ukawa na huzuni. Hiyo ni jicho la upande wa kushoto likiwasha siku ya Alhamis. Na kama jicho litakuwasha siku hii Alhamis ukiwa unaendesha, yani upo kwenye gari, kuwa makini sana. Jambo lolote linaweza likatokea. Ulimwengu unajaribu kuwasiliana na wewe ili aidha uzidishe umakini au uache hicho unachokifanya. Kama jicho lako la upande wa kushoto likiwasha siku ya ijumaa hiyo ni ishara ya kwamba muda si mrefu utakutana na mtu ambaye mlitengana kwa muda mrefu sana. Anaweza akawa ni family member au rafiki yako wa muda mrefu ambaye alikuwa mbali, anaweza mkakutana ana kwa ana, yani unatembea tu barabarani, ghafla unakutana na mtu ambaye mlipotezana muda mrefu sana, au mkapatana kwa njia ya simu, aidha kwenye mitandao ya kijamii au mkapigiana simu moja kwa moja. Na hii haimaanishi kwamba mtakutana siku hiyo hiyo, mnaweza mkakutana katika siku za hivi karibuni ikiwemo na siku hiyo hiyo ambayo jicho linakuwasha, kwa hiyo pay attention. Na kama ikitokea jicho lako la upande wa kushoto likawasha katika siku za weekend, yani Jumamosi au Jumapili. Hiyo ni ishara nzuri hasa katika upande wa pesa. Ulimwengu unakuambia kwamba pesa zako zita improve. Unaweza ukapata bonus kazini mtu ambaye ulikuwa unamdai muda mrefu akaja kukulipa, yani hukumtarajia kabisa. Inawezekana hata hilo deni ulishasahau, lakini akaja kukulipa, au ukashinda mchezo wa bahati nasibu, au unaweza ukaokota hela popote pale, au ikatokea mtu from nowhere akakupa hela. Na haya matukio ya kuongezeka pesa si lazima yatokee katika hizo siku za weekend, yani kama jicho lako la upande wa kushoto limewasha aidha siku ya Jumamosi au Jumapili, hiyo ni ishara ya kwamba siku za hivi karibuni zijazo, yani kuanzia Jumatatu, Jumanne na kuendelea, kuna uwezekano wa kupokea ongezeko la pesa. Kwa hiyo, ili kuongeza huo uwe uwezekano wa hizo pesa kuja kwako, jitamkie maneno mazuri, tamka maneno yatakayokaribisha hiyo energy ya pesa ije kwako. Na pia unaweza ukajihusisha na mambo yoyote yale yanayohusisha pesa, aidha kufanya spell ya pesa. Nishawafundisha spell nyingi sana za karibisha nguvu ya pesa maishani mwako, au unaweza ukacheza uka mchezo wa bahati nasibu. Kumbuka kwamba ulimwengu ukisha kupa ishara kwamba bahati iko upande wako, basi itumie vizuri, na kama bahati iko upande wako, basi kuna uwezekano mkubwa wewe kushinda katika chochote kile unachokifanya. Ukitaka kuthibitisha hili, wefuatilia hata wale watu wanaoshinda katika michezo ya bahati nasibu, yani utakuta tu kuna vitu ambavyo wao wanaamini vinawaletea bahati walizingatia. Unaweza kuta mtu anaamini katika tarehe yake ya kuzaliwa, kwamba mi nilizaliwa tarehe saba, kwa hiyo naamini namba saba ni namba yangu ya bahati, kwa hiyo akitumia katika jambo lolote lile anapata ushindi. Kwa hiyo na wewe popote pale utakapoletewa ishara na ulimwengu kwamba kuna bahati ya pesa au katika mahusiano itumie vizuri. Ulimwengu huwa haudanganyi na pia unapaswa kuelewa kwamba kila mtu huwa ana stahili yake ya kupata mafanikio. Mnaweza mkasoma wote darasani mkafaulu mkaajiriwa mkapata kazi wote, lakini kila mtu akafanikiwa kwa stahili yake. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa kumwiga mtu. Kwa hiyo amini katika wewe, amini katika kile unachokifanya. Unaweza ukafungua biashara kwa kumwiga mtu kwamba unaona huyu amefungua biashara hii amepata mafanikio, kwa hiyo na mimi nikifungua, nitafanikiwa. Kumbe kuna swala linaitwa kanuni za kiulimwengu, kuna vitu usipovifuata katika ulimwengu huu, hata ufanye nini, hata upewe dunia nzima, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo amini katika uwezo uliopo ndani yako na sikiliza ulimwengu unakwambia nini, usiangalie mwingine anafanya nini. Haijalishi wewe ni maskini kiasi gani, lakini unao uwezo wa kubadilisha maisha yako kuanzia sasa. Ipo siku maisha yako yatakuja kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Wewe sio mnyonge, wewe sio maskini, haustahili kuishi maisha ya kimaskini. Wewe ni mtu mkubwa sana hapa duniani, hakuna mwingine kama wewe na hata kuja kutokea. Zingatia sana ishara hizi nilizokuelekeza katika video hii, zitumie kwa usahihi, zitakuja kukusaidia na utakuja kuleta ushuhuda wako hapa katika channel hii. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au Mwislamu, nguvu za universe zinafanya kazi kwa mtu yoyote yule, endapo tu ukiziamini. Kwa Waislamu huwa tunasema insha allah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana. Nina kutamkia ushindi, mafanikio na furaha katika maisha yako. Jitamkie neno lolote lile la ushindi hapo chini kwenye comments, nami ninakutamkia na, na ikawe hivyo kama ambavyo umeandika. Kwa wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video nyingine inayofuata. Asante sana na uwe na wakati mwema.